Anda. Hata kama ni hii masikini hii imezidi, siwezi kuwa na maskini kama wewe. Siwezi nakupenda, nakuhitaji kwenye moyo wangu. Unajua laisha, kila kitu kina hatua. Kuna wakati utafikia tu hivi vitu vyote vita vitaisha tu, lakini tafadhali, naomba ujue kwamba nakuhitaji kwenye moyo wangu, nakupenda sana Haiwezi kutokea hata siku moja. Mimi naona utaishia tu kuniita shemeji, ila laisha kuwa na Tanda, hicho ni kitu hakiwezekani. Kwaheri na kutakia mchana mwema. Hello